Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristu. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, siku ya Jumatatu katika juma la thelathini la mwaka C wa kanisa. Injili ilivyoandikwa na Luka sura ya 13 aya ya kumi hadi ya kumi na saba. Siku ya Sabato Yesu alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama Palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka kumi na minane naye amepindana hawezi kujinyoosha kabisa. Yesu akamwona alimwita akamwambia, Mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyooka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya sabato. Akajibu akawaambia makutano, kuna siku sita zifaazo kufanya kazi, basi njooni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya sabato. Lakini Bwana akamjibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu je hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya sabato katika zizi, aende naye kumnywesha? Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka kumi na minane, hii haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya sabato? Aliposema haya, wakatahayari wote walioshindana naye mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Neno la Bwana. Ndugu taifa la Mungu, katika Injili ya leo, Bwana wetu Yesu Kristo anamponya mwanamke aliyekuwa amepooza kwa muda wa miaka kumi na nane Tena anamponya katika siku ya Sabato. Kitendo hichi kinamkasirisha mkuu wa sinagogi, na anawaambia makutano kuwa kuna siku sita waende waponywe katika siku hizo, ila sio katika siku ya Sabato lakini Yesu anamkemea na kusema enyi, wanafiki, kila mmoja wenu je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya sabato katika zizi aende kumnywesha? Ndugu zangu katika Kristo, Kristo anathamini na anasukumwa na upendo, pia anaona utu na uhai wa mwanadamu kuwa ni wa muhimu sana na thamani kubwa sana zaidi ya kuzishika sheria za sabato, na ndiyo maana anaamua kumponya mwanamke yule katika siku ya sabato. Nasi pia tunaalikwa kutenda matendo mema siku zote za maisha yetu pasipo kujali sheria kinzani zilizowekwa katika jamii yetu. Pia tunaalikwa tumwendee Kristo na tumkimbilie yeye katika udhaifu wetu tunaokabiliana nao wa kimwili na kiroho, ili yeye mwenyewe atuponye na kutufanya kuwa huru. Tuombe neema za Mwenyezi Mungu ili daima tumkimbilie Kristo katika magumu yetu na tusimame imara katika kutenda mema siku zote bila kujali changamoto tunazokutana nazo katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.